Karibu dada Jenipher. Habari tena. Salama. Poa. Za wapi? Baba erstra. Na ulitokea sehemu gani? Nimetokea Mpigi Magoe. Mpigi. Yes. Uh -huh. Karibu sana Wadada Center. Asante. Karibu. Asante. Eh, ulisema umesoma mpaka levo gani vile? Nimesoma mpaka degree. Degree. Degree yes. Ya nini? Ya Maendeleo ya Jamii. Maendeleo ya Jamii. Good. Maendeleo mm, ya jamii na sisi tuna deal na jamii moja kwa moja. Yes. Eh, kwa hiyo unatakiwa uwe na contribution kwenye taasisi actually. Yes. Na hata kwenda kuwahudumia watu ni moja ya hao ndio jamii yenyewe. Ina maana tunapokupeleka kwenye familia ya mtu, wewe you should be somehow different. Yes. kwa sababu umesoma mambo yanayohusiana na jamii ambayo jamii ni kudeal na watu direct. Ndiyo. Okay. Umesoma chuo gani? Nimesoma chuo cha Shirika Moshi. Umemaliza mwaka gani? Nimemaliza mwaka huu. Ndio. Hongera kwa kumaliza degree ah, yako. Asante. <laughs> Kwa hiyo uko Dar es ndo nyumbani. Hapana, niko tu kwa yangu lakini kwetu kabisa mimi li nina Lindi. Yeah, nina Lindi. Lindi. Yes. Uh -huh. Lakini umeishi kwa anti kwa muda mrefu. Nimeishi tangia nikiwa tangia naanza form 5 mpaka form 6 mpaka mpaka, mpaka chuo. Likizo ilikuwa yes, unakuja kwa anti. Yes, ilikuwa unakuja kwa anti. Wadada senta Dada Center, ukatujulia wapi? Oh, kosa, kabisa nimebiwa Madam Joy Wanawake Live kipindi kipindiko mm -hmm. tu yani, nilikuwa naangalia kama kipindi mm -hmm. hii Wadada Center nimekuja kuijua nikiwa chuo TikTok, minapenda sana TikTok sana, naimaliza bandola tiktoka mm -hmm. <laughs> TikToka mm -hmm. yes kondi, kwa nilikuwa naona vile, alafu mimi pia nilikuja natamaniji, nikimaliza chuo sitaki kwenda nyumbani mm -hmm. kwa nikana nasema once nikikosa chochote cha ja kufanya basi nitaenda huko lazima mm -hmm. niende kwa sababu najua kuna kitu nitatoka nacho mm -hmm. kuliko ule mtu ambaye nitarudi nyumbani, nitaanza kukaa yani siingizi si chochote mm -hmm. bora niende huko, nguvu ninazo, nikafanya mm -hmm. zangu kazi. no, okay. yes. kwa hiyo ulishawaza hata before ujamaliza chuo kwamba, uh, sasa sijamaliza chuo nisema lazima yani, kuna, kuna plan a plan b mm -hmm. nikasema kuna plan a na plan b kiferi your plans yes, kwa maana ya sehemu ya kujitengeneza. ndoto yes. yako kubwa ni nini? Ndoto <coughs> yangu kubwa, kwanza, mimi nikiwa chuo, kwanza nilikuwa nafanya biashara mm -hmm. nilikuwa nauzaga vitu vya wadada, nilikuwa nauzaga pochi nilikuwa nauza hereni, necklace, nilikuwa nauza maviatu mm -hmm. na ngonguo, nikafungua gadi page Instagram. oh, okay. yes. so nikaa hivyo sasa, unajua ile ulikuwa unategemea unategemea mkopo mm. -hmm, kwa mkopo ukuendeshe maisha yako binafsi, mkopo ufanye biashara, unakuta yani unachanganya umeuza elfu kumi eh, unatumia kula e, unauza ko, nikaa ni sina ile nikashindwa kwa nikashindwa ile. nika shino... yes, yes. Kwanza tu nilivyoingia mwaka wa tatu, nikasema huu mwaka sitaendelea, sita, sita na biashara mm, kwa sababu yaani mm, nitajichanganya mambo ni mengi mm, kwao nikaacha, lakini nikasema napenda, kwa sababu ninapenda biashara yaani, ninapenda napenda hiko kitu. Kwao nikasema option kubwa ya mimi kwenda kupata ambacho nakitaka mtaji mm, -hmm nijiendeleza kwa mbea, kwanza sitaki, yaani ni kicho kurudi nyumbani kwenda kutegemea mama, naomba sabuni mama, naomba kwa kwa e. Na nyie ndo wadada ambao no tunawahitaji ndo wanawake no, ambao jamii nchi eh, dunia inawatizama kwa, kwa jicho la tofauti kwa sasa, kwa sababu uh, kuwa mwanamke tegemezi cha, ni changamoto ni changamoto kubwa sana, kwa sababu huyo unamtegemea siku asipo provide, maana yake ndo yes, yale tunaweza kuona tunanyanyaswa, tunanyanyasika, ama muda mwingine ana provide, lakini anatumia hiyo kama fimbo ya kunyanyasa. Yes, so hata kuwa tegemezi kwa mzazi, mzazi ameshakusomesha kusomesha. Yes, eh, they did their part, kwa hiyo kwa sasa hivi you have to stand on your own Yes, kuweza kujitegemea si ndio? Ndio. Kwa hiyo ongera kwanza kwa kuwa mwanamke ambaye unawaza kwamba mimi natakiwa nijitegemee katika kufanya mambo yangu. Ndio. na bado ndoto yako kubwa ni biashara. Yes, napenda, yaani napenda biashara. mm -hmm. Napenda kwa sababu ni kitu ambacho mama wangu na babangu waliwahi kukifanyaga then kikafa. <coughs> kwa hiyo sasa mimi aiwishi pale walipoishia ao mimi nikaendeleza. yes. Okay, okay. na mm, biashara ambayo unaweza kuifanya ni ile ile uliokuwa umeanza chuo ya kuuzauza nini vitu vya dada na nini, ama una plan ya kufanya biashara nyingine? Biashara ya kwanza ni hiyo, then hiyo ukishaona kuna ile ile profit unaweza uka invest kwenye kitu kingine ki mm. Yes. na umejiwekea labda plan ya kulingana na biashara yako, unajua kwamba utafanya kazi hizi kwa muda gani ili uweze kupata huo mtaji mimi matamani yangu nifanye kazi miaka miwili, miaka mm, miwili. yes. na unaamini kwenye miaka miwili, kulingana na bajeti zako utakuwa umekamilisha? yes. kwa sababu usilazimishe ati nianzie kama niwi kama hao wafanya biashara kubwa. Hapana, tunaanzia mm, kidogo. He, kidogo then wewe utavukua una rani ile biashara yako ndio utakuwa mkubwa kwao. mm. Nikija kuwa mkubwa na mimi hivo. <laughs> Unakuwa kama Nifa? yes mm. <laughs> Na by the way, wewe unajina kama la kwake au ndo role model wako naye kwenye sekta ya biashara? Hapana, tho nina jina kama nilikuwa najiita Nifa Beauty Collection. Yeah. Ila, ila pia naye ananiinspire sometimes kwa sababu naye anafanya biashara. Mm. Yes, hivyo. Okay. Lakini pia story ya madam ikanifanya, why madam alifanya hii sasa hivi yeye, ni sio kwa nini sio mimi. Kwamba na wewe you can start from there na ukafikia malengo, mm, yako. Malengo yangu kuliko nikakaa tu nikategemea, ngoja nisubiri niajiriwe, nitaajiriwa lini? Kila mtu anadigri huko mtaani. Yes, umeongea vizuri. Kila mtu ana degree, of course wenye degree saa hivi ni wengi sana. Yes. Kila mtu anayemuuliza dereva bajaji ana degree, dereva bodaboda ana degree, tena wengine zaidi hata ana degree mbili, mwingine ana masters. Yes. Kwa hiyo yani kiufupi, watu na elimu zao huko mtaani wapo wengi na wengine wanashindwa kujishughulisha kwa sababu ana degree yake. Kwa hiyo ongera, mi nachofurahi ni kwa sababu tumepata mtu ambaye anahusika na, na jamii, amejoin kwenye taasisi yetu. Tunaamini tutapata mtu ambaye ataweza kufanya kazi vizuri kwa kuwahudumia watu huko kwenye maeneo ambayo tutawapeleka like kabisa. Haya, karibu sana Dada Center, Dada Jenipher. Haya, tumefurahi pia. We are happy having you around <laughs> thank you. Okay, karibu